Yes, mambo vipi, mwana M plus TV na hii ni mabasi TV. Tuko na brother, yeye yeah, anajiita Mnazi Mkongwe Bana. bana, brother, mambo. Mambo vipi? Za Fresh kabisa. Ah, na anakutomboka jina ya? Mina naitwa Misalichi kidogo bana, hmm. Mbona unajiita Mnazi Mkongwe? A, Mnazi Mkongwe kulingana na mabasi wakati ule na sasa hivi ni vitu, vitu, vitu, vitu, vitu. Biashara ilikuwa ni

Mohamed Trans wakati huo yuko alikuwa yuko, yuko, yuko kasi sana. Enzi za Isuzu. Alafu naikumbuka na basi moja ilikuwa ni pendwa sana upande wa Shinyanga pale, ilikuwa inaitwa VIP class. Wewe yani ni, kampuni gani au ni VIP tu class? Ilikuwa ah, ni jina VIP class, ilikuwa ni Isuzu moja matata sana. Wewe unaweza ukaielezeaje kwa kipindi hicho yani ukatupa sifa zake? Ah, ile basi ilikuwa ndio VIP kipindi hicho. VIP kama VIP ya sasa hivi, eti unakutana na kwa mfano kama unakutana una <laughs> <Aja. laughs> Hey. Hey. Una na hizi Mr. F ambazo na, unaambiwa VIP, akati ndio ilikuwa ni VIP kweli. Acha VIP sasa hivi tina choo ndani, wakati huo choo ilikuwa ni cha kutoka nje. Hiyo VIP ilikuwa ni Mwanza Shinyanga. Mm, wakati huo nakumbuka Mwanza kama ilikuwa ni shilingi shilingi elfu... ilikuwa shilingi elfu tatu, sijui Mwanza Mwanza Mwanza kutokuja Shinyanga nani, kutoka Mwanza Shinyanga. Mwanza kwenda Shinyanga Shinyanga ilikuwa ni shilingi elfu tatu tu, ilikuwa chini ya mkurugenzi Aaa, najifc anaauta tawa tofauti kati ya unazi wa zamani wa kipindi hicho na unazi wa sasa hivi. Unazi wa zamani na wa sasa hivi ni vitu vingi tofauti, kwa sababu wanazi wa sasa hivi anaweza katafuta foko kwenye gari fulani sawa, akaona ile foko kwamba haipati kwa wakati akaamua kuchenji kampuni. Sasa huo sio unazi, umeona? Unazi nachotakiwa ukae uvumilie tu bana, kama umekunyima foko gari ujue iko furu, umeona. Lakini wanazi sasa hivi ukinyimwa tu foko tayari umeshahama na kampuni, huo sio unazi. Kwa, kwa ni, kwa, unajua kwa kipindi hichi naona sasa hivi unazi kama vile unavyoelezea ni kama vile kweli umekosa ume hazi. Maana nasikia kipindi hichi sasa hivi hata wa, wanazi sasa hivi nao wana, wanapewa posho na wakurugenzi. Hilo limekaaje kwa kipindi hicho na cha sasa hivi, una unalifafanua una, una vipi kwa uelewa wako wewe kama mnazi mkongwe? Mimi naweza nikafafanua, wakati ule unazi wa kipindi kile ulikuwa hauna foko, ulikuwa hauna masuala yoyote, yani maana yake ni maana yake ni unazi wa damu kabisa, damu na damu kipindi hicho. Lakini sasa hivi mtu akinyimwa pocho tu tayari amesha oh, siji kampuni kampuni inijali sijui na nini. Hapana, hayaendi hivyo, umeona. Tajiri anaangalia kwanza umakini wa kazi yako, umeona kwamba huyu ni kijana wangu na ni mnaziwa ni kama mtu anakaa anaikuza kampuni alafu unatoka unahamia kampuni nyingine, kisa kunyimwa nini foko au kunyimwa posho? Hapana, atwendi. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema bana, mnazi ukinyimwa foko alafu ukaikataa kampuni yako, tunaweza tukasema ni kama ushamba, tutumie neno hilo ama tutumie lugha gani sahihi? Kwa ujana wa sasa hivi unaweza ukasema ni ushamba, kwa sababu asilimia nyingi ya vijana sasa hivi akinyimwa tu foko anakuja yuko juu Tuudi nyuma kidogo, kidogo. Uh, kipindi hicho ulivokuwa mnazi labda pengine ulifaidikaa uli ulipata fursa yawewe kipindi hicho kuwa mnazi pengine labda kuwa t kuwa dereva kuwa tu kampuni ambayo unainazia kwa kipindi hicho labda pengine labda ulipata uka, na sisi kidogo fursa nikuja nikaipata kwa upande elfu mbili na kumi na tatu wakati huo kisibo imeingia. Ilikuwa ni kisibo. Kisibo kweli? ulikuwa kisibo kama nani? ni kama agent e, e. Na kitambulisho unacho kabisa, kama, e na, na kitambulisho na ambacho na ni cha kisibo enzi hizo, wakati huo nilikuwa niko Ekweli ah, we ni mnazi mkongwe. nli ulifanya kazi kwa muda gani? Nilifanya kazi kwa miezi sita tu. Hm, miezi sita, mm, sita. Ah, a- uka, ukaachana nayo au uka, ukafanyeje? <laughs> nikaamua kutafuta fani umaona, lakini kulingana na wana ambao waliopo ndani ya kampuni ya kisibo wakaanza kunishauri blaza, kwa nini uache kazi, rudi bana kwenye kampuni. Nikasema hapana, wacha nifanye biashara umaona ulivyokuja kwenye biashara. Kwa hiyo wewe ukaendelea kuwa mnazi kama mnazi ama mnazi? Nirudi kwenye biashara, wakati huo niko na unazi, wakati huo elfu mbili na tatu, nimekaa hapo elfu mbili na, na nane na tisa hivi au na kumi, ikaja kampuni ya nani, Alizi Sport bus. Enzi hizo, ehe kaka, huo moto <laughs> liwaka barabarani na, na, na ambiwa bali eti Alizi Sport bwana, ilitoka Mwanza kwa sababu ilikuwa ni moto, kaka, ulikuwa unacheza na chuma cha nani. Wakati wakati huo huo alikuwa anashindana sana sana na Mwamili Trans, biashara hapo. Sasa weka we gia <laughs> ukichomua mguu ukifunga viti, hapana. Ukifunga bleki mwenzako kapita, hapana, ilikuwa haipo. Acha mwaga moto moto. Vipi vipi hilo vatu ambalo ndo limepamba moto sasa hivi? Naweza nikasema sasa hivi watu wanasabaini, sawa, kwa sababu viti, wakati huo mwanzoni, mtu unaweza ukakaa ukaangalia basi ya mbele ukaipita, umeona, bila kuangalia uangalizi mbele, umeona. Kwa hiyo yaani ilikuwa inasababisha ajali. Ajali zilikuwa si ni nyingi sana kipindi hicho. Umeona? Lakini sasa hivi serikali yetu imekaa imepungu imejitahidi sana katika ufanisi huo. Imepunguza ajali barabarani. Na sasa hivi niko kanda ya Mwanza. Kampuni ambayo nayo ikubali sana kwa kwa upande wa Mwanza. Mimi nazikubali. Sitaki unafiki wala nini. Napenda sana kampuni la Gaskana nini. Kataalama. Na nini ambacho kikuvutia kwenda Kataalama? Kataalama kulingana na basi zake jinsi yalivyo ya luxury. Kaka Skani unaifananisha na basi gani kwa enzizo? Kwa enzizo nilikuwa naifananisha na ukiangalia Mohamed Trans, ushindani wa Mohamed Trans na Aliz Sport. Eh, ndio ushindani wa sasa hivi. Uh... Wakati huo Shinyanga ilikuwa ni kampuni ziko tatu ambazo zinazokubalika sana. Ilikuwa ni Mombasa, Mohamed Trans na Aliz Sport.